Karibu sana wapenzi watazamaji waichi kituo ili niweze kuwachanganulia yale yote ambayo yanatendeka katika taifa la Kenya. Kitu ambacho nakuomba mpenzi mtazamaji ni usikilivu mwema, upige subscription like video, alafu sambaza hii kanda. Ninakuomba, wananchi wanazidi kumtoroka Rais William Ruto wakielekea upande wa upinzani. Kama wewe ni mfuatilizi mzuri wa siasa za taifa la Kenya, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, William Ruto alikuwa na wafuasi wengi sana ambao walikuwa wanamfuata, lakini sasa wafuasi hao wameweza kuondoka wameweza kupungua. Mnamo siku ya Jumapili tarehe moja Februari mwaka elfu mbili na ishirini na sita Rais William Ruto alikuwa kanisa upande wa Gikomba, Nairobi Kaunti. Alafu viongozi wa upinzani walikuwa kanisa upande wa Murang'a County Gitugi Mathioya constituency. Wananchi walikuwa wanaangalia hizi hafla mbili. Cha kushangaza, viewers wafuasi waliweza kuondoka kwenye live stream yake Rais William Ruto, wakaenda kwenye live stream yake Rigathi Gachagua. Ishara kwamba wananchi wanataka mabadiliko, wananchi hawataki William Ruto. Mfano, angalia hapo, hapa ni mahala ambapo rais William Ruto alikuwa kwenye kanisa upande wa Pefa All Nations Gospel Church Gikomba, Nairobi County, na hii live stream ya rais ilikuwa imemaliza masaa mawili lakini ukiona watu ambao walikuwa wanaangalia mazungumzo yake upande wa Facebook walikuwa 590 peke yake 590, au ukipenda 590. Alafu angalia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa upande wa St Max Gitugi, Mathioya, Murang'a County, mahala ambapo walikuwa wameandamana na Fred Matiang'i. Walikuwa wameandamana na Mata Karua, Eugene Wamalwa, JB Mturi, Kalonzo Msioka. Ukiona upande wa Gachagua wafuasi ni wengi sana ambao walikuwa wanaangalia ile live stream zaidi ya 4000. Ukipenda 4400. Lakini William Ruto alikuwa na 590 peke yake. Ishara kwamba wananchi mahala ambapo wamefika Hawamuhitaji rais William Ruto wanategea tu kipenga cha mwaka elfu mbili na ishirini na saba, kiweze kupulizwa ndipo sasa wamchukue rais William Ruto nyumbani mimi bwana Ezra kama mchambuzi wa kisiasa katika taifa letu la Kenya anayefuatilia mabadiliko ya mazingira ya siasa nchini Kenya picha hizi mbili si za kawaida. Picha hizi mbili mahala ambapo rais yuko na viewers 590 gachawa yuko na viewers 4400 picha hizi si za kawaida tu za matangazo ya moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii, zinawakilisha alama za kidijitali za hisia za wananchi kiwango cha ushiriki wa kisiasa na mabadiliko ya vifut, vituo vya ushawishi vya kisiasa katika mabadiliko katika enzi ambayo siasa zinazidi kuendeshwa kupitia majukwaa ya mitandao, mtazamaji wangu, yani tofauti ya watazamaji mahala ambapo matangazo ya moja kwa moja rais William Ruto ameweza kuvutia watu mia tano na tisini peke yake huku aliyekuwa naibu raisi yupo na watazamaji zaidi ya alfu nne na mia nne si ya bahati nasibu bali ni jambo kubwa sana inaakisi mikondo ya kisiasa katika taifa letu la Kenya kwa wale ambao tumeweza kufuatilia Taifa, uh, kwa wale ambao tumeweza kufuatilia siasa za taifa letu la Kenya, mpenzi mtazamaji, hii inaashiria nini? Wananchi wameweza kukata tamaa na serikali ambayo ipo madarakani. Na ni kipi hichi ambacho kimeweza kusababisha mpaka wananchi wameweza kukata tamaa na serikali ambayo ipo madarakani, madarakani? Ninakuomba uweze kupiga subscription, bonyeza kengele, like video Ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kupokea taarifa zetu pindi tu tunapoziachia. Nambari moja, unapaswa kujua kwamba wananchi wameamua kwamba hawatamchagua rais William Ruto tena kama rais wa taifa. Kwa nini? Ukiweza kuangalia serikali hii iliweza kupanda uongozini kwa kuwauzia wananchi ahadi kochokocho kocho ahadi kama vile watawataftia wananchi kazi, watapunguza ushuru, hawataweza kushambulia makanisa kwa vitoza machozi. William Ruto aliweza kuambia wananchi kwamba hataweza kumtesa naibu wake wa rais jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta ah, kulingana na William Ruto alikuwa anasema kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa anamtesa, lakini hayo yote William Ruto hajaweza kuyatekeleza, bali ameweza kufanya kinyume na alivyosema. Namba moja, hakuna kazi ambayo amepeana. Namba mbili, ameongeza ushuru. Namba tatu, anatuma maafisa wa polisi kwenda kushambulia viongozi wa upinzani kanisani. Namba nne, ameweza kumwondoa naibu wake wa rais madarakani kupitia kwa impeachment. Na sio kumwondoa tu, bali ameweza kuzima nyota yake ya kisiasa. Hawezi akagombea kiti cha uraisi au kiti chochote katika taifa letu la Kenya, ama tuseme tu mahakama itamuondolea yale makosa ambayo serikali iliweza kumtuhumu kwayo kwamba aliweza kuyafanya mpaka wakamwondoa madarakani. Lakini tunajua kwamba Gachagua hakuwa amefanya makosa. William Ruto aliweza kumwondoa Gachagua madarakani kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Uhuru Kenyatta yeye aliweza kumwacha William Ruto lakini William Ruto hakumvumilia Rigathi Gachagua, na ndio maana ninakuambia hivi, mpenzi mtazamaji, wananchi wamekasirika kwa sababu William Ruto amebadilika, sio yule William Ruto mwenye alikuwa wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Namba mbili, kitu ambacho unapaswa kuelewa. utawala huu wa Rais William Ruto wananchi wameweza kuuchoka kwa sababu ufisadi umeweza kukithiri. Juzi tu tumeweza kuelezwa kwamba shilingi bilioni kumi na moja ziliweza kupotea kutoka kwa mamlaka ya afya ya kijamii sha. Hakuna mtu hata sasa hivi, hakuna hakuna hata mtu mmoja sasa hivi mwenye ameweza kukamatwa amechukuliwa hatua ili tuweze kujua kwamba aha, waliipa pesa lakini wamekamatwa hakuna hata mmoja alafu nataka kuniambia nini mpenzi mtazamaji nataka kuniambia tu kwamba tuko na taifa, hapa. Hakuna taifa ambalo tuko nalo Namba ine, kitu ambacho kimeweza kuwakasirisha wananchi hawataki kusikia maneno yake William Ruto ni kutokana na yale mauaji ambayo yaliweza kutendeka kipindi cha maandamano ya Gen Z. vijana hawakukuwa na maono mabaya kwa serikali bali walikuwa wanataka ushuru ambayo serikali ilikuwa imeongeza wapunguze. Vijana walikuwa wanataka serikali iwasikilize wananchi, lakini serikali badala ya kuweza kuwapea wananchi masikio ikaamua kuwaua wananchi kwa mtutu wa bunduki. Wananchi wakakata tamaa na serikali hii, wanasubiri tu mwaka elfu mbili na ishirini na saba wafanye mabadiliko. Sasa haya ndiyo yaliweza kuchochea mpaka wananchi wakaweza kumalizana na hii serikali. Nikimalizia, picha hizi zinaashiria mabadiliko mapana katika utamaduni wa kisiasa wa Kenya, kutoka uungwaji mkono wa kimya kimya hadi uchunguzi wa wazi, kutoka uaminifu wa mtu binafsi hadi tathmini ya ufanisi wa utendaji na kutoka nguvu ya taasisi hadi uhalali unaotokana na wananchi. Zinatukumbusha kuwa nguvu ya kisiasa si kitu kisichobadilika, ni yenye kuyumba. Tunaelezwa kwamba kwa ufupi, tunachoshuhudia hapa si mabadiliko ya kawaida ya namba ya mtandaoni, bali ni udhihirisho wa mwamko wa kidemokrasia wa kina katika taifa letu la Kenya ambapo wananchi wanatumia majukwaa ya kidijitali kueleza ridhaa, masikitiko na mwelekeo wa kisiasa. Wale wanaolitambua na kulijibu vyema wito huu wa wananchi ndio watakaounda mustakabali wa uongozi wa Kenya. Ukiweza kuangalia wabunge hawataki kusikia stori za wananchi, wananchi wakiwaeleza kwamba tunataka mfanye hivi mfanye hivi, hawataki. Wale ambao watakaofuata jinsi ambavyo wananchi wanasema, wao ndio watachaguliwa tena mwaka elfu mbili na ishirini na saba, lakini wale ambao wako na kiburi hawataki kuwasikiliza wananchi, hole wao.